Kwa kweli faida uh, ipo kwa sababu kuku hawa utahangaika katika hatua za mwanzo za kuwalea, kwa maana utakuwa unawalisha tu, lakini pale wanapoanza kutaga unakuta kwamba hizo gharama kwako zinakuwa zimepungua, zinapungua au zinakoma kwa sababu kile wanachotaga ni kama wanajirisha. Anataga, unauza, unanunulia chakula, wanaendelea bila shida yoyote hiyo hawa vile vile, kimaliza kutaga kuna mambo mawili, unawauza lakini vile vile hata wewe mwenyewe baadaye baadae unaweza kuwa siku moja moja unapata mboga kutokana na kuku hao. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kiwango fulani inakuwa na faida, kwa sababu ukishaauza kuku unakuja kutopa, kuna pala ambapo umepata faida kutokana na uuzaji wa mayai, wewe unakuta na wewe kidogo mtaji wako umepanda si kwamba kuku ambao wakimaliza kutaga basi na hawana shughuli nyingine yote. Na wana soko zuri tu. Watu wanakwenda wanakuja wananunua tena kwa wingi. Kwa sababu watu wanawapenda hawa okay, kuku. Eh, soko langu la mayai ni hapa Pachanika. Na wa, wanunuzi wangu wakubwa ni wafanyabiashara wa maduka, wafanyabiashara wa chipsi wanakaanga chipsi. Wa chipsi. Eh, hao ndio wafanyabiashara, ndio wa, wanunuzi wangu. Na mimi kwa kweli sipati tabu ya kusema nichukue mayai nitembeze, nikitoka hapa, maana yake anakwenda kwa mtu fulani, na wengine wanakuja moja kwa moja hapa wanachukua mayai eh. Ila kuna, kuna wakati wengine kuna fluctuation ya bei, na kipindi fulani bei unakuta imeshuka, na kipindi fulani bei inapanda kutokana na soko lilivyo. Changamoto ni kwenye chakula kwanza, ubora wa chakula, lakini changamoto upande wa tiba madawa, eh, ndio anasema unapata madawa wakati mwingine hana uhakika. Wakati mwingine unapata dawa kwa interest ya mtu fulani, kwamba hii ndio dawa, kumbe ni biashara anayofanya yeye. Hizo eh, ndio changamoto ambazo kwa kweli zinakabili sana sekta hii ya ufugaji wa kuku wa mayai. Eh, swala la soko linaweza kuwa changamoto katika kipindi fulani, lakini wakati mwingine inakuwa sio changamoto lakini shida kubwa iko katika masuala ya chakula na madawa, lakini na la vilevile, mabanda yetu ambayo natakiwa tufuge tu, lazima tujitahidi tujenge banda ambalo ni bora inakidhi viwango. Eh, tusi, tusijenge tu banda tu mradi banda, mi nataka kuanzisha biashara inakuwa ngumu.